Nawashukuru sana na washukuru viongozi wote wa serikali wa kimila, machifu wenzangu, viongozi wa dini, nawashukuru sana sana sana kwa kuweka mikoa yetu miwili hii salama, usalimini. Usalama upo, kazi zinaendelea, utalii unaendelea, mambo yetu yote yanaendelea. Niwaombe sana ndugu zangu amani pekee ndiyo tumaini letu peke, amani pekee ndiyo tumaini letu, amani pekee ndiyo tumaini letu. Uhai wetu ni amani yetu, maisha yetu ni amani yetu, mapenzi yetu, kushikana kwetu, umoja wetu. Sasa niwaombe sana sana tusitoe fursa ya kuharibu amani. Kwa wale wazazi, wazazi wenzangu tuzungumze na watoto wetu na tambua, lile lililopita, vijana wengi hawakujua wanalofanya, walipata tu mkumbo. Kwa hiyo tuzungumze na watoto wetu, haya mambo si ya kujaribiwa kwenye nchi, si ya kujaribiwa. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi wenzangu, ndugu wananchi wote, tuendelee kwe kuweka amani kwenye maeneo yetu. Mama Yuko Kazini.